Samaki wa dhahabu. Kulikuwa na mvuvi mzee aitwaye Babu Sefu aliyeishi kando ya bahari kwa miaka mingi. Kila alfajiri alielekea majini na kurudi jioni akiwa na samaki wachache wa kumtosha yeye na familia yake. Hakuwa tajiri, lakini alikuwa na moyo wa shukrani na hakuacha kuomba dua kila siku. Siku moja, alipokuwa akivua kwa kawaida, alimnasa samaki wa ajabu mwenye rangi ya dhahabu iliyong'aa, kana kwamba aliundwa na mwanga wa jua lenyewe. Alipotaka kumuweka kwenye chombo chake Samaki huyo alizungumza kwa sauti ya ajabu, "Babu Sefu, usiniue, nipe uhuru wangu, na nitakutimizia ombi moja tu." Babu Sefu alishangaa, lakini hakutamani utajiri wala mamlaka. Alitulia, akamtazama samaki machoni na kusema, "Ninataka kijiji changu kipate mvua ya mara kwa mara, watoto wasome na watu waishi kwa amani. Sina haja na mali yangu binafsi." Samaki huyo alitabasamu na kutoweka ndani ya maji kwa mng'ao wa ajabu. Tangu siku hiyo kijiji cha Babu Sefu kilibadilika, ardhi ikawa na rutuba, watu wakawa wakarimu na amani ikatawala. Funzo: watu wenye moyo wa kujali wengine hupokea baraka za kweli. Si utajiri wa dhahabu unaomfanya mtu kuwa tajiri, bali moyo wa dhati unaojali dunia nzima.